Moja kati ya stories ambazo zimetrend sana kwenye mitandao ya kijamii pamoja na mitaani huko. Um, moja kati ya stories ambazo zimetrend sana huko mitaani pamoja na kwenye social networks uh, ni kuhusiana na aliyekuwa mtangazaji wa Power Breakfast, um, Paul James, ama PJ, amaarufu kama PJ, kurudi tena mjengoni Clouds FM baada ya kuondoka kwa muda fulani. Leo tarehe tano Oktoba ndio siku rasmi ambayo PJ amerudi tena mjengoni Clouds FM. Tumeona kwenye social networks especially Instagram uh, watu wakiwa wamepost, uh, Clouds FM walipost Back. Back. Tusikiliza magazeti leo asubuhi, tuna peruzina kudadi siku mfanyakazi wa chumba cha wafanyakazi wengine wa Clouds walipost wakionyesha kwamba wamefurahishwa na kitendo cha PJ um, kurudi mjengoni. Well, ITV imepata exclusive interview na PJ, ameongelea yeye kurudi Clouds FM, anayeonaje. Well, moja kati ya maswali ambayo tumemuuliza PJ kwenye exclusive interview na IOTV ni kuhusiana na anaongeleaje uh, kurudi tena Clouds. Okay, hii ni amplify na PJ, unazungumziaje una kurudi kwako Clouds FM? Nafurahi sana. Nafurahi sana. Ni maisha tu, na maisha lazima songe mbele. Mimi na watoto wakubwa na Clouds ni familia, kwa hiyo hakuna kitu ambacho nafiri vizuri. Kujenga kituo kikasimama vizuri, kikubalika na watu, kikasimamiwa na watu, kikawa ni kituo ambacho kinaaminika, hii ni furaha kwangu, lakini kama nilifanya kazi hiyo sehemu nyingine, mimi nashukuru Mungu sana kwa sababu ujenzi wa kitu inaacha legacy kule nikotoka, wamesimama, narudi nyumbani. Amemisi kitu gani baada ya kuondoka Clouds FM? Nini ambacho amekimisi sana? Nini ambacho amekimisi sana kutoka Clouds? Nimemisi familia, natamani kufanya kitu kizuri zaidi ya kile nilichokuwa nikifanya mwanzo, sababu nafikiri mwanzo nilikuwa nafanya kitu ambacho kilikuwa kinaninyima fursa kubwa ya kufanya vitu nilivyonavyo kichwani mwangu. Mimi naamini kabisa pa, power bank yangu ya brain ni kubwa zaidi, lakini nilikuwa underutilized. Narudi, ntafanya vitu vingi zaidi ya kilichokuwa nikifanya awali. Nilikuwa na amani tu. Sasa mimi sina ugomvi na mtu, kwa sababu hata nilivyoondoka Clouds, nyumbani kwangu, nilikuwa nimeenda pembeni, lakini nilivyorudi nazisikia amani zaidi. Sina ugomvi, nilipokwenda sina ugomvi Naporudi sina ugomvi, mi ni mtu wa watu. in fact, mi ni mtu wa kanisa, mi ni kiongozi mkubwa sana wa kanisa la San Gaspar kundushi pale. Hey, kwa hiyo mi ni mtu wa Mungu na mwanajumuia vizuri, na ndio maana mi siku zote sina ugomvi na mtu, mi ni mtu wa watu. nakuja Clouds, narudi Clouds nyumbani kwangu, nalipoondoka naamini hamna ugomvi Okay, kwa wale wapenzi ambao walikuwa wanamsikiliza kwenye kwenye Power Power Breakfast, Breakfast, wategemea watamsikia tena um, kuanzia lini rasmi? Ah, itategemea kwa sababu natakiwa kusafiri kidogo. Natakiwa kwenda, mimi kwetu ni Mwanza. Mamangu alifariki, babangu alifariki na nakumbuka kitu kimoja aliambia bosi wangu wa zamani ambaye ambaye sasa ni bosi wangu sasa. Alipiga simu saa 12 na robo jioni kwamba pije. Po rudi leo na ndege Tatu za usiku waokwejaazi ndio tulipoanzia pa breakfast mimi na Gerardo. Well, huyo alikuwa PJ kwenye exclusive interview na IOTV. Kwa story nyingine, ni kali kama hizi, basi usiache kusubscribe katika youtube channel yetu. Yes here red button hapo chini unaiona, unaweza kubonyeza hapo ili kuweza kusubscribe, na utakuwa mmoja kati ya watu wa kwanza kabisa watakao watakao kuwa wanapata updates za kila kitu ambacho tunakipost kwenye youtube channel yetu, Instagram, Facebook, Twitter, Periscope, Snapchat ni jina hilo hilo moja la Millard Ayo. Mimi naitwa Asterium.